Hakika, maisha yanaweza kuwa na vipindi vya huzuni na changamoto. Wakati mwingine tunahisi ni mzigo mzito sana. Huyu alielemewa akiwa na umri wa miaka tisa. Hakubahatika kulelewa na wazazi wake, ila alilelewa na watu wengine tofauti kabisa, ambao walimpitisha katika changamoto mbalimbali mbali. Wakati mwingine walimchukua usiku na kumpeleka kwenda kushuhudia jinsi watu wakitumikishwa kichawi, ikiwemo kuchimba makaburi, kufufua miili ya wafu. Lakini pia nyumbani alikuwa akishuhudia majeneza yakielea angani na kuona watu wasiowafahamu wakimwita kwa asila, njoo njoo, njoo. Ni nani huyu? Kwa nini hakulelewa na wazazi wake na alifika vipi kwenye mikono ya watu waliompitisha kwenye dhoruba? Endelea kuungana nasi katika simulizi ya kisasi inayoletwa kwenu na Sofia Elias kupitia Asafu Media YouTube chaneli yetu